Naam, salamu aleikum warahmatullahi wa barakatu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mtazamaji wa Masjid Taqwa TV. Hii ni countdown ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwarezma. Leo tupo hapa Mswiswi, Mbalali, Mbeya. E, kama ulikuwa ujui leo nakujuza, hapa Mswiswi pana kiwanda kikubwa sana cha kokoto ambacho reli ya Tazara, kokoto zote unazoziona zinatoka hapa Mswiswi. Lakini tuna rami nzuri sana Tanzania, kokoto zote unazoziona zinatoka hapa Mswiswi. Lakini pia ukiona ghorofa, ukiona nyumba nzuri imewekwa e, kokoto nzuri zinatoka hapa Mswiswi. Lakini je, kuelekea mfungo wa Ramadhani pamoja na Kwarezma, kwa wanauelewa kwa kiasi gani no, juu ya mfungo huu? Hivyo basi tutaenda kuwauliza baadhi ya watu wachache hapa stendi, ili tuweze kufahamu wanauelewa kwa kiasi gani juu ya masuala haya ya mwezi wa Ramadhani pamoja na Kwarezma. twende tukawasikie. Naam, tupo na ndugu yetu hapa, tutamuuliza jina lake, lakini pia tutamuuliza akajiandaa kwa namna gani, ili tuweze kufahamiana sote kwa pamoja. Naam, kaka habari? Salama salama. Bwana Yesu asifiwe milele amina. Naam, naona fulani ya kutosha <laughs> Eh, milele amina. naam, naam. E, kutoka muda mchache kutoka sasa tutaingia mfungo wa kwarezma, umejiandaa kwa, umejianda kwa kiasi gani? nimejiandaa vizuri kabisa, na nipo tayari kupokea, nipo tayari kwa ajili ya kufunga. Mashallah, mashallah, tuko tayari kwa ajili ya kufunga. Sasa kuna swali dogo nitakuuliza, baada ya huu mfungo wa Kwarezma ni sikukuu gani inafuata? Pasaka. Mashallah, mashallah, amepata. Baada ya mfungo wa Kwarezma, sikukuu inayofuata mbele ni Pasaka. Director, tunaomba zawadi yake, ili ikawe ni sababu ya kujiandaa na mfungo wa Kwarezma. Tunashukuru sana kaka K, lakini pia hapa nyuma tunaona kuna ofisi e, wewe ni nani kwenye ofisi? Mimi ni afisa usafirishaji hapa. Usalama ni wa kutosha. Usalama, usalama, unajua jambo ambalo imenifurahisha wakati asubuhi tunashuka kwenye basi tulisahau simu. Tunashukuru <laughs> <laughs> sana, usalama ni wa kutosha. Jamani, mkifika hapa Mswiswi, mtafute zawadi. Ni kijana mwema, mtulivu, anafaa na ndo vijana ambao tunahitaji katika jamii, lakini pia e, tunaona usalama hapa ni wa kutosha, wa kutosha, watu wametulia. unashiriki kwa kiasi gani kuilinda amani ya Tanzania hapa baba? tunahakikisha amani ipo, amani, tunazuia udokozi, maneno yasiyofaa, vibaya, sijui kashfa, hizo vitu hatukitaki, tumsema rais hatuhitaji. Tunashukuru sana kaka. Mpaka wakati mwingine twende tukamsikia. Tuko na afisa usafirishaji almaarufu bodaboda. Hapa kijiweni Mswiswi ukishuka tu stendi unakutana naye hapa pembeni. Kaka unaitwa nani kwa majina? Anaitwa Bwana Steven Luvanza, mimi ni afisa usafirishaji hapa kijiwe cha stendi. usalama ni wa kutosha, ni wa kutosha kabisa. Amani ipo. Amani ipo kabisa. Naam, siku chache kutoka sasa tunaingia katika mfungo wa Kwarezma. umejiandaa kwa, umejianda kwa kiasi gani? Ah, tumejiandaa vizuri tayari kwa ajili ya kupokea eh, na tuko vizuri kwa ajili ya kufunga. Mashaallah, mashaallah eh, wakati tumefunga tunaamini si tu kujizuilia kunywa na kula ni pamoja na kujizuilia na matendo machafu na mabaya unaweza katuambia hayo matendo mawili kwa upande wa matendo mabaya maana kwa maana kwamba kwa kipindi hiki cha mwezi huu wa Kwarezma kwamba kwanza lazima tuache anasa Mashallah, tuache anasa. La pili, ulevi sio faa. Mashallah. Na tabia zingine zote ambazo si nzuri katika jamii tuachane nazo kabisa. Kaka uko vizuri. Nashukuru sana. Nimekuambia mbili muongeze ya tatu. Tunaomba zaidi yake ili ikawe ni sababu ya kujiandaa na mfungo wa Kwarezma. Kaka tunashukuru sana. Sana. Sana, tuko pamoja sana. Unashiriki kwa kiasi gani kuilinda amani ya Tanzania? Kwanza wa kutokumkashifu mheshimiwa mw, mw, mw rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulinda amani mw. Mw. Mw. Mw. Tu na yote katika mazingira yanayotuzunguka tuhakikishe kabisa kinakuwa viko sawa. Mashaallah. Kikubwa amani tukipoteza, manake hakuna sehemu Tuilinde, tuilinde nchi yetu kwanza. Naam, nashukuru sana kaka, mpaka wakati mwingine, kama ambavyo unaona watu wote wamejibu kwa furaha, upendo na amani. Hii ndio Mswiswi. Mimi niliamini ni Makambako tu ndo kuna upendo, amani na utulivu, lakini leo tumewasikiliza hapa vijana kutoka Mswiswi pamoja na wazee, wana amani ya kutosha, wana utulivu na bado wanailinda amani ya Tanzania. Hivyo popote ulipo, ni unawajibika kuilinda amani ya Tanzania ili tufunge kwa kheri na sa Naamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi watazamaji wa masjidi Taqwa TV nikiripoti kutoka hapa masjidi Abdallah Mswiswi, Mbalali, mkoani Mbeya. Hii ni countdown ya Ramadhani pamoja na Kwarezma. Tupo hapa masjidi Abdalla, tutawasikiliza baadhi ya Waislamu wana uelewa gani juu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tutawauliza swali jepesi kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani wamejiandaaje, wamejipangaje, ili ikawe ni sababu ya kujipanga na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atakayepata tutampa zawadi. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Naam, naamini wewe ni mwislamu? Naam. Kuelekea, kabla tujafahamu au tujaingia kwenye mada eh, kwanza tunaomba tukufahamu unaitwa nani kwa jina. Anaitwa Rajabu Bashir. Rajabu Bashir. Bashir, naam. Kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, umejipanga kwa kiasi gani? Umejiandaa kwa kiasi gani, kiroho, kimwili, kiakili? Uh, alhamdulillah Maandalizi hapo vizuri vyote kwa pamoja kimwili, kiroho na kiakili. Nimejipanga vizuri kuweza kupokea mwezi ambapo mbele yangu amba. Naam, mashaallah. Naam, nitakuuliza swali dogo e, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani funga hii. Mbele yake huwa kuna sikukuu inafuata. Ni sikukuu gani? Sikukuu ya Eid. Yeah, mashaallah, mashaallah amepata idi. Baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Eid al-Fitr mashaallah. Amepata director, tunaomba zawadi yake ili ikawe ni sababu ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani mashaallah. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Naam, naam, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kheri kaka, kheri tu. Shekhi unajisikiaje? Na hali salama tu. Haya, bila shaka wewe ni Muislamu? Ndio, ndio. Kwa jina unaitwa nani? Isa Rajabu. Isa Rajabu, kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani umejiandaa kwa kiasi gani? namshukuru mwenyezi Mungu. Naam. najiandaa kwa hamu mwezi ufike wa Ramadhani. yeah. katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisema tuupende mwezi wa Ramadhani. mashaallah, mashaallah, tuupende mwezi wa Ramadhani huu pia nao ni ujumbe, ndugu zangu, tuupende mwezi wa Ramadhani. Naam, nitakuuliza swali dogo, e, kuufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni faradhi au suna? Faradhi. Mashaallah, mashaallah, amepata. Naomba director atupe zawadi yake, ili ikawe ni sababu ya kujiandaa na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashaallah, hii ni zawadi yetu ndogo, Mwenyezi Mungu atubarikie funga zetu. Naam, mpaka wakati mwingine. Hii ilikuwa ni countdown ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Tumeweza kuwasikia waumini wa hapa Masjid Abdalla wamejibu vizuri na wamepata maswali yote, mashaallah, wako vizuri, wamejipanga vizuri, mashekhe wanafanya kazi kubwa katika mji huu. Mpaka wakati mwingine, waaza assalamu alaykum.